Na labda tungependa kutuombea jina lako. Jina langu ni Moses Maina Ngoigo. uh -huh. na ni daktari wa akina mama, madaktari wa wanawake kwa jina la kimombo anaitwa gynecologist. uh -huh. Na, na tuseme daktari, kwanza siku ya leo tunajifunza kuhusu nini haswa, fibroids? mm. Uh, utueleze huu ugonjwa wa mayoma uh -huh. ni Mm. Tuelezee tu kwa kifupi fibroid ni nini? mm. Uh, huu uh, ugonjwa wa fibroid ama mayoma ulivyosema, ni ugonjwa ambao unaathiri akina mama na ugonjwa unaathiri kile kiungo cha chumba cha uzazi ama uterus, na huwa ni uvimbe. Uh, kawaida hizi vimbe zinatokea ni kama, kama vile viazi. Unaona vile viazi zinakuwa zimemea pale ndani kwa hicho kiungo cha uzazi nyungu ile nyungu ya mtoto ama kwenye muscle ya hicho kiungo ama nje ya hicho kiungo kinaitwa uterus. Na asilimia takriban 40 ya kina mama wote ambao wako katika hiyo age bracket ya reproductive age wanaweza pata hii ugonjwa, inaitwa fibroids ama uvimbe huu. Lakini sio akina mama wote ambao wakipata huu ugonjwa wanaweza kupata dalili. Wengine tu wako nazo, lakini hawajui kama wako nazo. Zinapatikana labda mtu aa, akiangaliwa kwa ugonjwa wengine, ama labda kama mtu ashafunga mimba, akifanyiwa ile picha inaitwa scan. mm -hmm. Zinapatikana, ziko pale. mm -hmm. So huo ndio ugonjwa ambao e, inaitwa fibroid ama uvimbe ndani ya nyungu ile ya mtoto. Na kuna wakina mama wengine ambao wanaweza pata dalili Eh, zile kama za kuvuja damu sana, yani hedhi inakuwa ni nzito zaidi, ama hedhi inaweza kaa kwa muda mrefu zaidi kawaida. aa, mama anahitaji labda akipata hii hedhi inakaa maybe labda siku hazizidi saba, lakini wakati mwingine wale ambao wako na hii ugonjwa wa fibroids ama uvimbe hedhi inaweza kaa wiki mbili, mwezi mzima, wakati mwingine hata hawajui kama ni hedhi iko kwa sababu wanavuja damu kila wakati wengine wanasikia uchungu mno wakati ambao, eh, wanapata hii eh, hedhi ama wanapata uchungu uh, kwa mgongo wanapata uchungu hapo tumbo ya chini mm -hmm. ama saa zingine hata wanapata uchungu wakati ambao wanachumbiana na you know, na mchumba wa wake. Kwa kina mama wengine unapata wanashindwa kufunga mimba kwa sababu ya hii ugonjwa, hasa kama hii ugonjwa ya, uvi, ya fibroids, iko upande wa ndani wa nyungu ya mtoto na wengine, wakishafunga mimba, mimba zinatoka. Unapata mama amekuja mara mbili mara tatu ameshika, amefunga mimba lakini mimba inatoka mimba inatoka kama ingali ni changa sana. Hizi ni baadhi ya dalili ambazo akina mama wanaweza kuwa nazo. Kwa hivyo, huu vimbe ndio umesababisha hizo, huweza ikawa hiyo e, vimbe inasababisha kuna mambo kadha wa kadha yanasababisha mimba kutoka, lakini na hii uvimbe hasa upande wa ndani wa hichi kiungo inaweza kuwa ni mojawapo ya sababu ya mimba kutoka mara kwa mara, ama hata kushindwa kufunga hii mimba e... na tuseme Dr. Maina e, e, hii fibroids inapata wanawake kuna umri ama inapata tu mtu mwanamke yote? Kuna ule umri ambaye wanawake wengi ndio wanapata, kwa sababu unaona hii ugonjwa pia iko na ile hormone, hormones zinasababisha hii ugonjwa, na hii hormone inaitwa estrogen, yenye akina mama wakifika uh, umri fulani, wanaanza kupata hedhi. Inaanza kukuja hiyo, muda ni kutoka labda tuseme miaka kumi na mbili, wasichana wanaanza kupata eh, hedhi, lakini unapata wale akina mama wamefikia, wasichana wa hasa hata kutoka miaka tuseme kumi na tano kumi na sita saba hadi wa mama amba, akina mama ambao wamefika mpaka uh, miaka labda hamsini. Unapata katika huu muda ni ule wakati ambao unaweza sema mama ako na uwezo wa kupata mtoto ama watoto, inaitwa reproductive age, kusema katika huu muda mama ako na uwezo wa kupata mtoto kwa sababu, uh, kama ni ovaries ama mayai yako na uwezo wa kutoa yai lile la kuchanganyikana na ya mwanaume anapata mtoto mm -hmm. na unapata kwamba ya hormone ambayo estrogen na progesterone, ambazo zinakuwa zinatolewa na mayai ya mwanamke ndio wakati huu ndio iko active ama inatoa hizi hormone. Kama hakuna hizi hormone, ni ngumu saa zingine mtu kupata hizi fibroids na wakati ambapo mtu anafika ile menopause. Ama kidogo yenu, mnaita aje, ya, menopause eh, uh-huh. E, kwa sababu ile hormone ya estrogen inapungua unapata hizi uvimbe huenda zikakuwa ziko ndogo zaidi, zinakuwa kidogo zaidi. mm -hmm. Mm. Na tukiangalia vizuri kabisa hali ya matibabu ya fibroids, fibroids inaweza kutibiwa ikapona kabisa? Matibabu yake ni yapi? Naam, hilo uh, swali liloujiza ni muhimu, kwa sababu kwa miaka mingi akina mama wamekuwa na njia tofauti ambayo maginekolojia uh, wana, wanawaambia wanaweza kurecommend ama kusema labda ukifanyiwa upasuaji, tunaweza toa zile vimbe, labda tukidunga madawa fulani, zile ziko na hormone zinaweza zikasaidia hii uvimbe kukua ndogo, inakuwa ndogo mpaka haiwezi leta zile dalili. Kwa hivyo tunaweza sema kutibu hii ugonjwa wa fibroid, unaweza tumia dawa za, zile za kudunga, unaweza kutumia tembe kama zile za kupanga uzazi, manake zile zina, uh, zinafanya hormone zinabadilika kidogo unaweza pia, sisi kama madaktari tunaweza kurecommend uh, upasuaji na hasa hii mambo ya upasuaji imekuwa ndio imekuwa kwa miaka mingi kama number one options za zingine ya vimbe ambazo ziko na dalili, lakini kadri teknolojia inavyoendelea unapata kuna mbinu zingine za kutibu zile, uh, hahitaji kupasua. Mojawapo inaitwa HIFU na sisi kama madaktari wa haifu tunatumia hii mbinu kupitia nguvu nguvu za ultrasound ama nguvu za scan kuweza kumaliza ama kupunguza ile size ya fibroid, ndio inakuwa ndogo zaidi, na kadri inavyokuwa ndogo zaidi ndivyo pia hizo dalili zinapungua zaidi. Kuna mbinu zingine pia ambazo ni za kuziba zile blood vessels zinaleta damu kwa uterus, kwa sababu e, hii uvimbe ya fibroid haiwezi ikakuwa kubwa sana kama hakuna blood supply. Yaani ni kusema chakula ya fibroid ni kama ni hii damu inakuja, kwa hivyo ukiziba hizi zile mishipa inaleta damu, unaweza kuzuia hii uvimbe kuendelea kuwa kubwa. Kwa hizo, hizo ni baadhi ya zile mbinu tunaweza tumia kutibu, lakini ile iko kwa sasa hivi haifu ndio ile iko juu zaidi vile yanafanywa zile mbinu mnatumia, eh, kufanya assimilation, nasikia mtu anazungumzia kuhusu assimilation, kutupeleke katika hiyo process yote. Na wacha kwanza niseme hii hifu ama haifu mm -hmm. Ni eh, HIFU yes. Ni kumaanisha high intensity focused ultrasound. Na hilo jina linaashiria kwamba tunatumia meme za juu zaidi za scan kuweza ku uh, kuleta nguvu thermal energy ama heat. Inaleta joto zaidi na alafu hili joto linawekwa kwa zile fibroid kutumia ile e, mashine ya picha ama ultrasound scan, na kwa sababu uh, hili joto ni joto la hali ya juu zaidi e, kama kiwango ambacho huwa kinafanya labda chai ama maji kachemka, ni kiwango cha juu hivyo, kinachoma zile vimbe. Nazo hizi vimbe zikichomwa na hili joto zinakufa, tuseme, zinakufa ama zinaishiwa na ile hali ya kukua na damu, ile damu kidogo inaingia kwa hizi vimbe pia inamalizika. Kwa hivyo, kwa muda unaokuja baada ya kufanyiwa hii eh, matibabu unapata fibroid kwa sababu ilishachomwa, damu ambayo inakuja pale imeachishwa, inaendelea kuwa nyembamba ama inakuwa ndogo. Inakuwa ndogo tuseme, inakuwa ndogo zaidi. Uh, ilhali unapata uh, labda miezi kama sita hivi baada ya kufanyiwa hili haya matibabu, uh, fibroid ina, inakuwa ndogo kwa takribani eh, maybe asilimia hamsini ya ile saizi yake ya kuanzia. Kwa wakati ambao unamaliza labda mwaka mmoja kutoka wakati ambao ulitibiwa, unapata uh, labda zaidi ya asilimia sabini sabini sabini na tano ya ile volume ya kuanzia kabla ya treatment imepungua. Na, na ikifika hapo inamaanisha uh, dalili zimepungua tena zaidi. Na labda tuseme daktari na. Ukiangalia hii no, mbinu mbona mlichagua hii mbinu no? Yeah, kutumia umeme. E, nguvu ya. Nguvu ya umeme. Yeah. Na, uh, unaona vile kama sisi madaktari yeah, uh, pia tunafanya utafiti zaidi kila wakati tunatibu, eh, akina mama, lakini pia tunafanya utafiti kuona ni mbinu gani za kutibu ambazo zinapunguza madhara, unajua katika matibabu ka iwe ya dawa iwe ya upasuaji iko na zile faida inaleta lakini zingine pia ziko na madhara ambayo inaweza fanyika kwa, kwa mfano tuseme kama upasuaji inaweza kuwa na kuvuja damu. Unaweza vuja damu kwa zaidi wakati ambao unafanyiwa upasuaji kwa ajili ya hizi vimbe ya kutoa hii fibroid. Wakati mwingine unaweza vuja damu ukahitaji kuongezwa damu, unaweza vuja damu ukahitaji labda hata kutolewa hio hicho kiungo cha uterus kabisa kabisa na wakati mwingine hata hii upasuaji hichi kidonda, wakati mwingine kinaweza pata uh, infection, ama germs. Unapata mama kama anafanya upasuaji, lazima alaze hospitali siku tatu siku nne, lazima labda aongeze damu kabla ya upasuaji, ndio angalau damu ipande labda ifike kiwango cha kumi. Unaangalia unaona ni njia gani tunaweza fanya utafiti, tulete teknolojia ambayo hizi shida zote ama maya madhara tunaweza kuyaepuka ama kina mama wanaweza kuyaepuka. Sasa unapata hili, hii treatment, ama hii haifu inapunguza hii madhara yote, kwa sababu haifu haina kupasua, haina upasuaji haina kidonda haina kupoteza damu haina kuvuja damu haulazi hospitali. Unakuja tu kwa ile eh, center ya haifu unafanyiwa hili haya matibabu ama hii treatment, unaenda nyumbani. Baada ya siku kidogo hivi unaweza ukarudi kwa kazi zako ukingojea hizi vimbe zikuwe ndogo zaidi na labda unaweza tupata ile taswira yeah, katika kile chumba cha matibabu. Naam, msikilizaji msikilizaji hawezi kuona haya mashini yanakaa namna gani. Naam, tupe tu taswira katika kile chumba cha matibabu matibabu. Naam, hayo matibabu namna yanafanywa. Uh, swali muhimu zaidi mgonjwa, mm -hmm. uh, uh, anapokuja ama labda tuseme mteja anapokuja kwetu hichi chumba cha kutibu kiko na kitanda kama kile tu kitanda cha hospitali. Kwenye hichi kitanda kuna hii mashine ya umeme ama ya ultrasound ambaye iko na equipment inatoa hizi uh, meme ama hii nguvu ya ultrasound. Kwa hivyo sisi kama madaktari, kuna kuna mahali ambapo tumeketi tukikutibu hapo hapo tu ndani ya hii e, hichi chumba ambacho kiko na kitanda na hiki kitanda kinaweza kaa kama vile MRI, ile kitanda ya MRI inafanana vile. Kwa hivyo mama analala pale, lakini anapolala pale hawekwi zile dawa za kulaza mtu kama anaezisa zile, unaona e, mtu ukifanyiwa upasuaji unalala kabisa. Hii haulali kabisa, hata unaongea na sisi, na sisi pia tuko pale, na pia tuko na tuseme TV, tuko na screens ambayo tunaweza kuona hizi vimbe kwa sababu nguvu mojawapo ya hii eh, mbinu ya kutibu ni kwamba tunatibu fibroid ama hii uvimbe kama tungali tunaiona real time, yani tunaiona hapo hapo kwa sababu hii, hii nguvu ya umeme ama hili joto ambayo itatibu hii fibroid lazima tuweze kuona ya kwamba iko tu ndani ya fibroid peke yake, haiko mahali kwingine kokote, kwa sababu hatutaki kuchoma kitu kingine chochote kwenye mwili, ni fibroid peke yake na kwa hivyo tuko na screen ambazo zinatuonyesha fibroid iko wapi e, chungu, e, nyungu ya mtoto ama uterus iko wapi e, kibovu cha mkojo kiko wapi maini yako wapi. Tukifanya hii e, tibabu, tunaona hizi vitu zote, na hivyo inamaanisha mgonjwa hawezi pata madhara unapo tibu hii ugonjwa. Na vile nimekwambia, tuko timu kubwa, tuko timu ya madaktari iko timu sana, wa daktari ule wakupatia dawa ndio sisiki uchungu sana wakati wa matibabu. Tuko na nurse, tuko, tuko timu kubwa ya kuweza kufanya matibabu mm -hmm. So kuna dada ambaye nafanya mazungumzo naye, ule dada ambaye amepitia haya matibabu ya Hifu anasema kwamba kuna kulala na tumbo, alafu tumbo linawekwa kwenye maji kuzuia ile kuzu joto joto, naam. Mm -hmm. Hapo nikieleza unaona, uh, ndivyo tuweze kutibu mm hii -hmm. ugonjwa lazima ile mashine ya ultrasound iweze, iweze kumulika kwenye tumbo, na ndivyo hiyo iwezekane. Lazima mteja atalala kwenye hichi kitanda. Sasa hichi kitanda kiko na nafasi ambaye iko na uh, tanki, tanki kidogo, a small tank. Hii tank inawekwa maji, maji baridi, kwa sababu tumesema meme za ultrasound ziko katika ino kiwango kama cha kuchemsha maji, ni joto sana, na ndivyo ile ngozi ya mama isiweze kuchomeka, lazima ikuwe imeshikamana na maji baridi. Kwa hiyo tanki ndivyo iweze ina cool, inafanya ikuwe cool hapo. Kitu cha pili, hii maji inasaidia hii meme za ultrasound kuweza kuenea kutoka kwenye mashine hadi kwenye fibroid. Maji hiyo inasaidia. mm -hmm. Na labda daktari, una lipi la kuongezea kuhusiana na haya matibabu ya Hifu? Kitu ambacho naweza sema ni sisi kama Kenya na Afrika kwa jumla tuko na bahati sana, kwa sababu hii teknolojia hapa eh, Afrika hizi mashine ziko saba peke yake tunajivunia kuona tuko na mbinu za kusaidia kina mama wetu na kupunguza madhara. Na naweza sema akina mama wanaweza kuja watuone hapo Landmark Plaza, ndio tuweze kuona kama wako na hizi vimbe za fibroid na kama wanafikia e, kiwango cha a, kutibiwa na hii haifu, kwa sababu haifu itawasaidia kutibu hizi fibroid bila kuongeza madhara, na mama akitibiwa anaweza tena akashika mimba baada ya miezi kama sita vile na hata akishika mimba anaweza jifungua njia ya kawaida baada ya Hifu. Labda na lipi la kuongeza, naweza sema tuko hapa kuweza kusaidia akina mama wetu na wasife moyo, kwa sababu haya mambo ya fibroid, wakati mwingi nafanya akina mama wanakufa moyo, kwa sababu hali ya maisha imebadilika, imekuwa imedhoofika, unapata ndoa wakati mwingine zimesambaratika watoto hawapatikani, wana mimba zinatoka, lakini tunaweza sema, uh, kuna matumaini. Hii mbinu ya Hifu iko na matumaini kwa akina mama kuleta usaidizi wa kutibu fibroid ama hizi vimbe, na pia inaongeza uh, mama anaweza akapata mtoto, chances za kupata mimba iko na kujifungua njia ya kawaida. Kwa hivyo sisi tuko tayari, tuko gangari kusaidia kina mama wetu, Wasiogope, waje tujadiliane, tupange waweze kuwasaidia kwa hii mbinu ya Haifu. Na nashukuru sana kwa ile kazi pia ninyi mnafanya kama wanahabari, kwa sababu msipokuja kujadiliana nasi, basi haya mambo ambayo ni mapya kwetu kama hii nchi yetu hayawezi yakafikia ya msikilizaji na kwa hivyo, hata uh, stesheni yenu naweza kuwashukuru nyinyi kwa kuchukua hii jukumu ya kueneza hii habari njema. Asante. Asante kwa wakati wako, asante kwa kutenga muda, na asante pia kwa naam, kutuelimishananana shukuru wow.